Korea Kaskazini imemkamata afisa wanne kutokana na kushindwa kuzinduliwa meli mpya ya kivita, kitendo ambacho kimemkasirisha kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un. Shirika la habari la serikali KCNA limesema leo Jumatatu kuwa Ri Yong Jin Son, ambaye ni naibu mkurugenzi katika idara ya sekta ya kijeshi ya chama tawala cha wafanyakazi, alilaumiwa kuhusika kwa kiasi kikubwa na ajali hiyo mbaya wiki iliyopita uzito wa tani elfu tano imeharibiwa vibaya baada ya kupinduka, ambapo kiongozi wa nchi hiyo Kim ameliita tukio hilo kuwa ni kitendo cha kihalifu ambacho kimeharibu heshima ya taifa hilo. Bwana Ri ambaye ni sehemu ya tume kuu ya kijeshi ya chama hicho ndiye afisa wa ngazi ya juu aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo kufikia sasa. Tume hiyo pia inaongoza jeshi la wananchi wa Korea ikiwa na jukumu la kuendeleza na kutekeleza sera za kijeshi za Korea Kaskazini. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Pyongyang pia iliwaweka kizuizini maafisa watatu katika uwanja wa meli wa Kaskazini wa Chongjin baada ya kusababisha uharibifu wa meli baada ya uzinduzi wa meli ya kivita kutokufaulu. Viongozi hao walikuwa ni mhandisi mkuu wa meli hiyo, mkuu wake wa ujenzi na meneja wa utawala. Hapo awali, Kim alisema tukio la Jumatano lilisababishwa na kutoku kabisa kuto kuwajibika na kuto kutumia ujuzi wa kisayansi Mpaka sasa haijabainika ni adhabu gani wanaweza kukabiliwa nayo maafisa hao, lakini serikali ya Kim Jong Un inajulikana kwa kutoa hukumu kwa maafisa ambao wanakumbwa na mashtaka kama hayo, kulazimishwa kufanya kazi kwa nguvu na zilizozidi uwezo wao na hata kifo. Sio kawaida kwa Korea Kaskazini kufichua hadharani ajali za ndege, ingawa imefanya hivi mara kadhaa huko nyuma baada ya kurusha satellite kadhaa na kufeli. Baadhi ya wachambuzi wanaamini jibu la haraka kutoka kwa Rais Kim lilimaanisha kuwa Pyongyang itaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi. Tukio hili linaonekana kutuma ujumbe wa wazi kwa Korea Kusini na Marekani kwamba Korea Kaskazini haitaacha kujaribu kurekebisha na kuimarisha teknolojia yake ya majini. Edward Howell, mtaalamu wa Korea Kaskazini kutoka chuo kikuu cha Oxford, aliliambia shirika la habari la ABC News. Chombo cha habari kinachoangazia masuala ya Korea Kaskazini kilichopo nchini humo. Katika uchambuzi wake kimesema kuwa uwazi Kim wa Kim unaonyesha unautazama uboreshaji wa jeshi lake la majini kama kipaumbele muhimu sana na kwamba hata kufeli kwa majaribio kadhaa hakuwezi kuharibu simulizi pana ya maendeleo ya kijeshi. Ajali ya meli ya wiki jana inakuja wiki kadhaa baada ya Korea Kaskazini kuzindua meli ya kivita sawa na hiyo katika sehemu nyingine ya nchi hiyo. Kim aliitaja meli hiyo ya kivita kuwa ni mafanikio ya kulifanya jeshi la wanamaji la Korea Kaskazini kuwa la kisasa na kusema kuwa litatumwa mapema mwaka ujao, yaani mwaka huu. Hii ni Msasa Media, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kupitia Msasa Online. Msasa, kisasa zaidi.